Tusaidie jamani, nielewa kisoma maneno haya. Nimewaambia kipaji hakiondoki kwa mtu. Kipaji anakuwa nacho tu, akisimama, kwa sababu ana kipaji cha kusimama mbele ya watu, anaweza kuzungumza. Lakini ndani yake nguvu ya Mungu haimo. Usitishike na kipaji, tishika na nguvu ya Mungu. Ndio ndani ya mtu hapa ndio muone Mungu. Nguvu ya Mungu ndio ndani ya mtu. Sio kipaji. Kipaji cha shetani nacho cha kuimba alikuwa nacho mbinguni akachukua akawa nacho. Ndio maana leo wana wasanii wanamwimbia, wanafurahi, wanapiga manani yao, wanarukaruka, wanafurahi furahi. Eh, kile kipaji anawapa yeye. Mungu wa dunia anawapa. Bali Mungu akunyang'anya kile kipawa chake. Alichukana nacho kama kilivyo. Usijidanganye kwa kuangalia mtazamo wa nje. Acha watumishi wengi tunatumika kama mazabauni, lakini Mungu alishakuacha. Eh, maana wengi huenenda ambao nimewaambia mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi, kuwa ni adui za msalaba. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao wa, ni tumbo, utukufu wao u katika fedheha yao, waniyao ya wa mambo ya dunia. Hawa watu Mungu wao, yeah. Unisikilize kwa makini wewe, na hapa, Mungu aliyeandikwa hapa sio Mungu ule wa mbinguni. Ya so, angalia vizuri Biblia hapa, angalia vizuri Biblia, imeandikwa Mungu yupi, huo mstari wa kumi na tisa.

Mungu Amen. Amen. Emu yake ni kubwa, sio herufi ndogo ya emu. Mi ukiandika hivyo, umeelewa uwelewa ujaelewa, binafuti sijibu maana utambui ya Mungu. We uelewe jifuze hayo. Mungu, aliandikwa hapa ni Mungu yule mdogo. Kwa hiyo hawa watu wanafanya hayo mambo lakini Mungu wao ni tumbo lao asi wao wanafanya haya mambo kwa maslahi ya tumbo. Bwana tusaidie, watumishi wa Mungu, tunaenda mbinguni, tunakaza mwendo, tunataka tukaifikie ile vede ile, sababu ambayo iko mbele yetu, ile tuzo ambayo iko mbele, ndio tunaishindania yeye, jamani, amina. Lakini hao watu ambao wanatazama kwa jinsi ya rohoni, wao Mungu wao ni tumbo, anapiga kelele hapa, anajua

Bwana tusaidie sana. Kanisa tusipoelewa, tunapokwenda ni hatari. Bwana tusaidie. Mimi kile ipo ipo. Ipo hapa, nenda nikarusha teke hapa, wote mkadondoka. Mama kwa shida. Nimekutazama na mwingine nimekuona. Wewe unayeniangalia? Wewe unayeniangalia, elewa? Mimi hapa, Bwana ni mtu. Jamani, jamani, jamani, jamani. Jamani, jamani, jamani watumishi wa Mungu jibu. Neno lisilo ghushiwa. Neno ambalo halijachanganywa na kitu. Neno ambalo halijalainishwa. Neno la Mungu ambalo liko kamili. Kula chakula, ushibe, safari bado inaendelea. Bwana asifiwe. Bwana, Bwana asifiwe. Kula si si neno, ushibe neno la Mungu, kula ushibe. Allah afikiangu kwa vizuri, naona ndio maana nimepata na upaka. Stendo la mwisho, nasema kwa maana sisi Yesu Kristo wa 21 atakayebadili mwili wetu unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu kwa uweza npaban mbinguni. Hazo haa eeene mbinguni. Tafuta njia za kwenda mbinguni. Tafuta kanuni za kukufikisha mbinguni. Tafuta hizo kanuni za kukufikisha mbinguni. Tafuta kanuni za mbinguni kwenda mbinguni mtumishi wa Mungu. Tafuta mwana mbinguni nitumishe na Mungu. Hii ni faida yako. Sio faida yangu. Unaogopa kutumika kwa sala. Halo? Kama mtu kutumika kwa sala. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Usikuke, usiondoke kwenye mstari wa kupeleka mbinguni, usiondoke hapo. Ao tabu, shida na magumu nayokutana kutana nayo yasikutoe kwenye mstari wa kwenda mbinguni.